Jambo mwanafunzi, karibu tena. Tunaendelea na uchambuzi wa isimu jamii. Katika kipindi hiki ningependa tujikite katika wingi lugha. Kwa hivyo tutaanza kwa kueleza maana ya wingi lugha. Na tunaambiwa kwamba wingi lugha, uh, ni uwezo wa mtu wa kutumia lugha zaidi ya mbili kwa ufasaha. Kumbuka ukitumia lugha mbili ama ukizifahamu lugha mbili tulisema huo ni uwili lugha. Lakini sasa iwapo unafahamu zaidi ya lugha mbili na una uwezo wa kuzitumia kwa ufasaha, basi tunasema ni wingi lugha. Wingi lugha, naam. Mwingi lugha na, au mtilingo ni mtu ambaye ana uwezo wa kuzungumza lugha zaidi ya mbili. Swali, Fafanua sababu za kuwepo kwa wingi lugha katika jamii. Sababu za kuwepo kwa wingi lugha katika jamii, sababu ya kwanza, dini. Dini uh, anayoshiriki mtu huweza kuwa katika lugha fulani. Kwa mfano dini ya Kiislamu, Waislamu wanafahamu Kiarabu kwa sababu ndiyo lugha inayotumika katika mahubiri ya misikitini. Hoja ya pili, kutangamana na watu mijini watu wa jamii mbalimbali hutangamana mijini waliko hamia na hili uwalazimisha kujifunza lugha tofauti ili kufanikisha mawasiliano miongoni mwao. Hoja ya tatu, uchumi na biashara. Watu wanaosafiri mataifa ya nje kwa shughuli za kibiashara hulazimika hu kujifunza lugha za nchi hizo ili wa waweze kuwasiliana. Hoja ya nne sera ya elimu. Kwa mfano, wanafunzi wanahitajika kujifunza lugha. Mfano, katika nchi ya Kenya masomo mawili ni ya lazima, kwamba kuna somo la Kiswahili na kuna somo la Kiingereza. Kwa hivyo masomo haya yote mawili ni ya lazima, na mwanafunzi lazima afanye nini? Ayasome katika shule ya msingi na ya sekondari. Tano, kuna ndoa za mseto, kwa mfano wanandoa walioana kutoka makabila tofauti, ulazimika kujifunza lugha mpya, hivyo kuwa na ujuzi wa lugha nyingi. Tuendelee, ah, swali lingine: fafanua umuhimu wa wingi lugha katika jamii. Aa, hoja ya kwanza ni kwamba hujenga uhusiano bora baina ya mwingi lugha na wenyeji. Kwa mfano, mtu anapofahamu lugha nyingi akienda mahali popote, iwapo kundi la watu linatumia lugha tofauti anaweza kuingiliana nao vyema, kwa sababu tayari anazifahamu lugha nyingi. Hoja ya pili ni hurahisisha mawasiliano. Itakuwa ni rahisi kwa mtu kuwasiliana iwapo ataenda katika jamii inayozungumza lugha tofauti, kwa sababu tayari anamudu lugha nyingi. A, tatu huvunja mipaka ya kikabila. Ukienda katika kabila lolote utaonekana kana kwamba we ni mwenyeji, kwa sababu utazungumza lugha yao. Nne, ni rahisi kushiriki katika utafiti kwani mwingi lugha anazielewa lugha nyingi, hiyo tunaelewa. Tano, ni chombo cha ajira, kwani mtu anaweza kuwa mkalimani au mtafsiri kwa sababu tayari unafahamu lugha nyingi. Na mwisho, uh, humwezesha mzungumzaji kushiriki kikamilifu katika mawasiliano. Mwisho, uh, eleza athari za kuwepo. Hayo ni majina mawili lakini yameshikanishwa. Samahani kwa hilo eleza athari za kuwepo kwa wingi lugha katika jamii. Haja ya kwanza, huweza kusababisha kudidimia kwa lugha iwapo mtu atapendelea kutumia lugha moja na kutotumia lugha nyingine. Pili, huimarisha utangamano miongoni mwa watu, kwamba itakuwa ni rahisi kwa mtu kuingiliana, kuingiliana vyema na watu wengine kwa sababu anafahamu lugha nyingi. Tatu, huwezesha kupanua nafasi za kazi au ajira, hasa wale wenye ujuzi mwingi wa lugha. Hoja ya nne, hukuza nyanja ya elimu kupitia utafiti, sayansi na teknolojia. Tano, huweza kuzua lugha mpya. Sita, umwezesha mzungumzaji kushiriki kikamilifu katika mawasiliano. Saba na mwisho, huwezesha kusababisha mwingiliano wa lugha kiasi cha kuathiri nyingine. Naam. Kwa hivyo huo ndio wingi lugha. Hakikisha kwamba unaelewa maana ya wingi lugha, sababu za kuwepo kwa wingi lugha katika jamii, umuhimu wa wingi lugha katika jamii na athari za wingi lugha katika jamii. Tutakwame hapo kwa sasa. Katika kipindi kingine tutajikita katika misimu. Endelea kusubscribe na kushare. Iwapo unaswali utauliza katika comment section na nitakujibu. Kwaheri kwa sasa.